Kuna habari za kutia matumaini kuhusiana na kesi inayomkabili mwenyekiti wa taifa wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, CHADEMA, Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu. Kama mnavyofahamu, mara baada ya kukamatwa kwake na kufunguliwa mashtaka kumekuwa na mlolongo wa malalamiko kuhusu mwenendo wa kesi jinsi ulivyo, lakini na hali ilivyo huko Uh, gerezani alipo ambapo mwanzoni alipelekwa gereza la Keko na baadaye kuhamishiwa gereza la Ukonga na sasa yupo katika gereza la Ukonga. Kwa upande wa taratibu za kisheria, moja ya masuala ambayo wanasheria wa Mheshimiwa Lissu wameyalalamikia sana ni mara ya pili alivyopaswa kuletwa mahakamani na mara ya tatu ambapo mara zote mbili hakuletwa mahakamani na badala yake hakimu aliendesha kesi hizo kwa njia ya mtandao, na hii ilikuwa kinyume na matakwa ya Mheshimiwa Lissu mwenyewe, lakini pia ilikuwa kinyume na matakwa ya wanasheria wake. Kwa hiyo hili, bahati nzuri kwa upande mmoja a, a, katika kesi ilivyotajwa mara ya mwisho siku chache zilizopita, hakimu aliamuru serikali pamoja na idara ya magereza kuhakikisha kuwa mheshimiwa Lissu analetwa mahakamani kesi hiyo itakapotajwa tena tarehe kumi na tisa ya mwezi huu wa tano. Kuna changamoto kidogo kuhusiana na hilo, lakini hili tutaliongea hapo mbele zaidi. Kwa sasa ni hizi habari njema ambazo zimepelekea kutengeneza video hii. Kwa hiyo um, kwa upande mmoja wa kisheria ni kwamba mahakama imetoa maagizo kwamba mheshimiwa Lissu tarehe kumi na tisa aletwe mahakamani. Na hii ni habari njema, kwa sababu huu mwendelezo wa kesi kwa njia ya mtandao ilikuwa ni kinyume matakwa mheshimiwa Lisu, na ni kinyume na matakwa ya wanasheria wake. Lakini jambo jingine ambalo limekuwa likilalamikiwa sana kuhusiana na kesi hii ni kwamba mheshimiwa Lisu amekuwa akinyimwa haki yake ya kutembelewa, na katika kutembelewa huku kuna kutembelewa kwa aina mbili: kuna kutembelewa na wanasheria wake na kutembelewa na watu wa kawaida wasio na sheria. Sasa angalau kwa mujibu wa taarifa zilizopatikana ni kwamba hili la kutembelewa na ndugu zake a, ndugu jamaa na marafiki limeanza kufanywa kazi na hali inaridhisha. Na tumefahamu vipi haya? Tumefahamu haya kupitia mkutano na waandishi wa habari uliofanywa na mmoja wa wanasheria 33, mmoja wa mawakili 33 wa Mheshimiwa Lissu ambaye ni wakili msomi Dickson Matata aliongea na waandishi wa habari, akaeleza kwamba angalau kwa sasa ndugu, jamaa, marafiki uh, wanaweza kumtembelea Mheshimiwa Lissu katika gereza la Ukonga, na pamoja na wanachama wenzie wa Chadema na viongozi wa chama hicho. Kwa hiyo hili limefanyiwa kazi na kuna dalili kwamba jitihada, shinikizo la kimataifa nao limeanza kufanya kazi, kwa sababu kuna shinikizo kubwa la kimataifa kutokana na jitihada mbalimbali zinazoendelea kuifahamisha dunia kuhusiana na kesi ya Mheshimiwa Lissu. Kwa mnaokumbuka katika moja ya video nilizoposti video za mwisho nilizoposti hapa, kulikuwa na moja inayoengelea ina kuhusu mke wa Mheshimiwa Lissu ambaye alishiriki katika mkutano wa vyama vya mrengo wa kulia kati huko nchini Ubelgiji na kuwaeleza kuhusu madhila anayopitia mumewe lakini pia kuwakumbusha kwamba kesi anayoshtakiwa Mheshimiwa Lissu ya uhaini kwa mujibu wa sheria za Tanzania ina hukumu ya kifo, na hotuba hiyo iliwagusa watu wengi sana. Kwa hiyo, shinikizo la kimataifa limekuwa linaonekana kuanza kuzaa matunda kwa sababu kwa upande mwingine shinikizo la ndani um, limekuwa kidogo hafifu na, limeku, na uhafifu huu una athari kubwa. Kwa sababu katika mazingira ya kawaida tu mtu aliyehusika na kumteka Deusdedit Soka na hakuchukuliwa hatua. Lakini turudi pengine nyuma zaidi, mtu aliyehusika na jaribio la kumuua Mheshimiwa Lissu mwaka elfu mbili na kumi na saba na hakuchukuliwa hatua na hakukuwa na shinikizo lolote. Na mtu ambaye alihusika na kumteka Deusdedit Soka na wenzie na hakuchukuliwa hatua na hakuna chochote kilichofanyika. Na mtu aliyehusika kumteka marehemu Ali Kibao na kumtesa na kumuua na kuimwagia tindikali maiti yake hakuchukuliwa hatua na hakuna shinikizo lolote. Na mtu alomshambulia, um, Father Kitima, Father Charles Kitima, katibu mkuu wa TEC, Baraza la Maskofu Katoliki Tanzania, hakuchukuliwa hatua na swala lenyewe linaonekana kuwa limeisha kienyeji. Na juzi hapa, uh, Chadem Mdude, uh, Mdude Nyagali, huyu kada maarufu wa Chadema ambaye ni takriban zaidi ya wiki mbili sasa tangu avamiwe nyumbani kwake, apigwe na kuchukuliwa na watu wasiojulikana mpaka leo. Katika mazingira ya kawaida, kwa nini mtu huyu asiendelee kufanya vitu hivyo? Au katika mazingira kawaida, uh, ya kawaida hujuma zilizofanyika dhidi ya Mheshimiwa Lissu ambazo ni za wazi na bayana, nini hasa ambacho kinaweza ku-, uh, kuihamasisha, kuihamasisha dola au serikali kufanya uh, kumtendea haki stahili? Kwa hiyo hapa katika mazingira kama haya shinikizo hili la kimataifa kwa kiasi fulani limeanza kuzaa matunda. Hata hivyo kuna changamoto bado kwa sababu kama nilivyosema, kwa mujibu wa maelezo ya wakili msomi Dickson Matata kwamba kuna uh, kutembelewa kwa ziara za aina mbili kwa mtuhumiwa anapokuwa gerezani, moja ni hiyo ya kutembelewa na ndugu, jamaa, marafiki na watu wengine ambao wanasema hili kwa sasa linafanyiwa kazi, lakini pia kulikuwa na habari nzuri nyingine kwamba mazingira ya pale gerezani kwa mheshimiwa Lissu kwa sasa ni mazuri, kwa sababu ana haki ya kwa kawaida mtu ambaye anatuhumiwa ana haki ya hiyo ya, uh, ya kutembelewa, ya chakula kilicho bora, lakini pia kupata magazeti, kutumiwa barua kuangalia TV na vitu kama hivyo ambavyo awali inasemekana kwa, kwa Mheshimiwa Lissu alikuwa hapatii vitu hivyo, lakini kwa mujibu wa maelezo aliyotolewa na wakili msomi Dickson Matata ni kwamba mazingira pale gerezani kwa sasa yamekuwa mazuri kwa Mheshimiwa Lissu, hata chakula anachopatiwa ni bora kuliko kile cha mwanzo. Kwa hiyo katika eneo hilo kuna mabadiliko. Hata hivyo, bado kuna changamoto, na changamoto hiyo ni kuhusu wanasheria wa Mheshimiwa Lissu kwa sababu um, wakati mtu binafsi mtu baki anapokwenda kumtembelea mtuhumiwa ana muda maalum kama vile pengine dakika kumi na tano ambayo unaweza kuongezwa na kuwa dakika thelathini. Uh, ziara ya mwanasheria ni tofauti. Uh, na yeye wakili msomi dikson Matata ametofautisha hizi ziara kwamba moja ni visitation na nyingine ni consultation ni visitation ile ambayo mtu yote anakwenda kumwona kumjulia hali, inaweza kwa dakika tano, dakika kumi, dakika kumi na tano. Lakini consultation, haya ni mawasiliano ya kitaalamu ambapo um, kuna majadiliano kuhusu misingi ya kisheria na vitu kama hivyo. Sasa katika hili la consultation, bado kuna changamoto uh, na wakili msomi Dickson Matata ameeleza kwamba hili bado ni tatizo kwa sababu hawapewi muda wa kutosha wa kuongea na mteja wao na uh, bado kuna changamoto ya nyingine ambayo wanatakiwa kupewa faragha wanapoongea na, na, na mteja wao, lakini faragha hiyo kwa kweli inakuwa haipo. kwa hiyo hili lina athari kwa sababu ni muhimu kwa Mheshimiwa Lissu kujadiliana na, mawaki, na mawakili wake kwa sababu ndio wanamwakilisha mahakamani. Lakini uh, bado limekuwa na changamoto na pia kuna hofu kuhusu endapo hiyo tarehe 19 Mheshimiwa Lissu atafikishwa mahakamani kwa sababu kuna tetesi kwamba wanasheria wa serikali wana, wana wana, mpango wa kuhujumu kutotokea si mahakamani. Kwa hiyo asipotokea mahakamani siku hiyo, maana yake kesi haitosikilizwa. Kwa hiyo hizo ni tetesi, lakini Jasusi TV inaendelea kufuatilia na, na itawaletea taarifa kamili. Kwa hiyo angalau katika hili moja tumeona ni habari ya kuleta matumaini na hilo shinikizo la kimataifa limeanza kufanya kazi, huenda basi hata katika haya mengine ambayo bado yana mkwamo kunaweza kuwa na habari njema zaidi kadri siku zinavyokwenda. Je, una maoni gani katika hili? Una mchango gani au unafikiria nini? Basi karibu ushiriki wa kutoa maoni hapo chini kwenye sehemu ya comment. Nawashukuru kwa kunisikiliza. Asanteni, nawatakia wikendi njema na kwaherini.